na wafanyabiashara wamelalamikia kupanda kwa gharama ya maisha wakisema hali hiyo imechelewesha mipango ya kurejesha wanafunzi shuleni kwa sababu ya ukosefu wa mahitaji muhimu. Wakizungumza mjini Bungoma, wazazi hao wamebainisha kuwa maisha yamezidi kuwa magumu, huku wakidai kuwa hawapati usaidizi wa kulipiwa karo kutoka kwa serikali baada ya serikali za kaunti kufungiwa kutekeleza majukumu hayo. Kulingana na wazazi wengi kutoka magharibi mwa nchi, msimu huu, walimu wakuu na wasimamizi wa shule wanafaa kuwapa nafasi zaidi wazazi kutafuta karo bila kuwafukuza wanafunzi nyumbani. Mimi nataomba prinsipo wasifukuze watoto, waachilie watoto wasome vilevile vile, wazazi wakikimbia kutafuta fees. Mimi naomba prinsipo, mwachilie watoto wasitoke kwenda nyuma nyumbani ili wawe na elimu bora hapa mbeleni. Vilevile vile, mimi nataka kuomba kwa sababu kuna pesa wanaongeza kila wakati. Wafanyabiashara wa vitabu na sare za shule wakidai kuathirika sana kwa sababu wazazi wengi msimu huu hawamudu gharama ya kununua bidhaa hizo kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, tangu wapadilishe vitabu waredi za CBC na serikali ikamwaga vitabu, kampuni zilifungwa, watu wenye walikuwa wanafanya kwa hiyo kampuni hawana kazi e. vitabu zenyewe kufika kwa shule ni matatizo. Sasa tunashindwa hii Kenya yetu inatupelekaje? Aidha, wazazi hao pia wameirahi serikali kuachilia pesa za ufadhili wa mafunzo kwa shule za umma kupitia programu kama vile elimu ya msingi bila malipo kabla ya mwisho wa wiki hii. But unfortunately it doesn't send. So my appeal to the government, please make sure the money reaches the accounts of schools before the end of this week. Nikiripotia mawimbi ya habari runinga ya kisi jina langu ni Hezbon Magange.